hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjafanyia kazi mpaka leo. Ninasikiliza swala la kwanza hilo. Swala la pili ninajazilia pale niliposema balile, hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara ya yaliyotokea 29, 29, Desemba, vituo vilivyoharibiwa Oktoba, Oktoba 29 vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia waliokufa? Mnaficha nini? kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Samahani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Asalamu alaikum. Sasa nije na lile, watu wangapi? Na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema, mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja. Na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wanapoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi aina gani hiyo ya kuselebreti mtu mtu, maisha ya mtu Guys and these are the things ambazo tunaenda kwenye kwenye kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo siku hizi watu wamesha kuwa wepesi tu, mtu anaondoka na, na mpendwa wake, wewe una post like una post kama picha ya engagement and, and, mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID bungeni nilisema hivyo. Guys, why should, why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought, I thought, I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea, limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo, vurugu yoyote ikitokea there is a loss of lives. tume tume, tume nani wote, and then we we are are now busy we are now busy, tunataka and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa mnataka tuanze kuhesabu kama mafanikio. Guys, mnataka tuhesabu kama magari. Lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari. Guys. Na watu watu watu wanapoteza wapendwa wao mnataka tuhesabu kama magari. Na wengine wanataja tu. Hayuko hata hapa anasema ni watu hawa. Yuko hapa hata hapo hayo anasema tu ni watu hawa hapa ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona tunaona mili inawekwa ina, inawekwa pale nyuma yake kuna magari plate namba hata si za nchi hii, na, na sisi kwa sababu kitu kilishakuwa kuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo. Guys, why are we are celebrating it Huku, niku, huku mina naendelea na kwenye kukuona kuona kama ni, ni kutaka kuimba wimbo aliyekuwa na lengo la jambo hili na mtu waking'ang'aniza, nikiona watu wanaingia na mabomu halafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona, wanawajua walio waua, ambaye hayuko hata hapa amejuaje? Mlikuwa mnaona mlikuwa mnaona hatanane ameanguka mmoja pale, kaanguka hivi pale ka, yes we admit that vurugu hii has been with loss of lives, alafu wale wanao wanao wanaoonesha wanaoonesha wanaoonesha hectares and hectares za watu wamelala. Sisi wa, wa, wa, wa, wa, wa. sisi jamani, hivi hivi do you know? hivi, do you you know know what does it mean watu watu, hiyo kama wale wanaotaja sisi tuwe tu kushuhudia ma, ma, ma, kushuhudia mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know kwanza tu you, you uwezi eh, eh, kwanza mji huu tu afu yake ingekuwa hivi eh, unajua damu ya binadamu ile ilivyo, wanaongelea elfu ngapi, si laki ngapi? Guys, tuwe makini. There is a, there is an economic war hapa kwenye nchi yetu just najaribu na kuvaa viatu hivyo kwamba look, how, how, watu wanafanyaje celebration za jambo la aina hii. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level. At a very family level na akaenda kumuhifadhi mtu wake huku nako, akaenda naye, akaenda kumbukeni kwa mfano, kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, wala waliokuwepo, yaani muwe shuleni mwe wapi, kwa hiyo meli moja kila mtaa kuna jamu, hawa watu wanaonesha hectares and hectares, eti kwamba hey, guys this here we had, kuna, kun jamu, the loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu and let us respect fami families familia, tuheshimu tuwape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo moja, mbili, tatu ambayo ina, bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka, wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka. mimi ningetamani kuweka staa sana, tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families, na kwa sababu tume zimeundwa, tutoe nafasi hiyo, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi tusiende na wale wanao wenye jambo lao Ay, jambo limetokea has been with loss of, of the people, kwa nini tusipate tusi taarifa za eneo hilo za jambo hilo hilo lilotokea, hata tukaweka picha za nchi nyingine, Watanzania, eh? wale wanaofanya wale wanao sherehe wana jambo, wana, wana, wana jambo wanalotaka. Nimeiongea nime, nime hiyo emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu, inahusisha maisha ya watu, inahusisha maisha ya watu. Si jambo la kuselebreti bila kuwa na uhaki